Wewe unamhitaji mpenzi ambaye anakukataa, mpenzi wako amekuacha, e, matatizo ya kifamilia kwa nyumba, masuala ya ndoa, haya yote ni matatizo ambayo daktari Ali anayatatua. Daktari Ali ni mganga hodari kabisa ambaye amerithi kipaji kutoka kwa familia yake yenye waganga. Ili kuweza kusaidia mambo mbalimbali kama haya ya mapenzi, basi weza kuwasiliana na daktari Ali kupitia nambari yake ya simu +254711734413 na akika ataweza kusaidia kuhusiana na matatizo yote ya kifamilia, matatizo yote ambayo unahangaika ya mapenzi, kumwita mpenzi aliyepotea, kumrejesha mpenzi wako, ina maana yake hiyo. Dakika hii unahangaika, weza kuwasiliana na daktari Ali kupitia nambari yake moja +254711734 413 na hakika utaweza kupata ushauri ulio bora kutoka kwa mtaalamu wa tiba za kienyeji, dua ya kisomo, Daktari Ali.